Je, unaifahamu kweli hii hatari ya kutozaa matunda katika ufalme wa Mungu au shambani mwa Bwana? Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo apopote pale ulipo mpendwa. Anapenda nichukue nafasi kukushukuru kuweza kuungana nasi katika siku ya leo tunapokuletea habari njema za ufalme wa Mungu. Kumbuka siku zote tunamhubiri Yesu Kristo wa Nazareti, hatujihubiri sisi wenyewe, bali tunautangaza ufalme wa Mungu. Mpendwa, kwa sababu Yesu anarudi. Mpendwa, siku na saa hakuna anayejua. Yesu anaweza kuja leo, Yesu anaweza kuja kesho, Yesu anaweza akafika uh, ndani ya miezi sita ambayo iko mbeleni au miaka nane au miaka kumi mpendwa, haijarishi ni muda gani, wakati gani na cha kusikitisha mpendwa, au na kitu ambacho ni hatari sana, wewe haujui a safari yako hapa duniani itafika lini. Na ndio maana tunawaonya wapendwa, tujiandae sisi, tukae mkao wa kuondoka, ili kwamba atakaporudi bwana wetu Yesu Kristo tusije tukaaibika mpendwa, sija kasema kwamba hatufahamu mimi na wewe. Ampendwa, tuchape kazi ya Bwana ho tuitende kazi ya Bwana, tuzae matunda mpendwa, maana maandiko matakatifu yamesema kwamba ashambani mwa Bwana mpendwa, amavuno ni mengi lakini wavunaji ni wachache. Mazao ni mengi lakini wavunaji ni wachache. Watu wengi siku hizi tulizo nazo Ha, wame, wanaokoka wao wanaamini kuokoka tu ni kuokoka, unakaa pale. Wao ni wakuhudumiwa yani, wanakuhubiri injili au umeshako. Kuna, kuna sikiliza, yani hakuna, haukui kiroho hauongezeki kiroho, hakuna mabadiliko ya kiroho, hakuna kusonga mbele kiroho, yani umekuwa yule yule ambaye hakuna mabadiliko yoyote. Pengo hayo ni hatari kubwa sana katika maisha yako maana wengi wano Shetani anawadanganya anakuambia, wewe mbona haujasoma? Utawambia watu nini? Utahubiri nini? Wewe mbona hauna cha kusema watu, utawambia nini? Kwanza haujui hata maandiko, utahubiri nini? Mpendwa, nenda hubiri, mwambie Shetani, toka nyuma yangu Shetani, mwambie Shetani, Shetani atoka nyuma yako mpendwa. Maana hayo ni ma, unaweza kusema, mbona sijamwona Shetani? hayo mawazo potofu hayo mawazo yanayokufanya wewe ujisikie kwamba wewe yani sio kitu, hauwezi chochote katika ufalme wa Mungu. Na kipindi Mungu aaanataka anakuja aangalie ana, ana ana, huyu ana, ana, a, kuna mazao huyu eh, ana, ana, kuna matunda anayoyatoa mtu huyu. Unazalisha katika ufalme wa Mungu au wewe ni yule asijui mtu wa namna gani, waku, wakusababisha hasara tu katika ufalme wa Mungu maana wengi wenu mnasababisha hasara katika ufalme wa Mungu chapo wewe umeokoka ana. Ndio maana katika siku ya leo mpendwa, nimekuletea huu ujumbe unaosema hatari na hatima ya waumini wasiozaa matunda mpendwa, napenda nikuulize wewe hapo ulipo, je, unajua hatari na hatima ya wewe kutozaa matunda katika ufalme wa Mungu? Maana kuna hatari, asije akakudanganya mtu asija akakudanganya mtu mpendwa, kwamba hatari haipo. Hatari ipo mpendwa, tena ni mbaya sana, kuliko wewe unavyofikiria maana kuna watu ambao mumeokoka na kwa kuwa uliokoka muda mrefu tu au ah, wengine mpaka ulishaso ulisoma ukaenda chuo cha Biblia ana mambo mengine na mengine umefanya, kwa hiyo umekaa pale mpaka yani ya, maandiko yanavyosema kwamba ishara hizi zitaambatana au zitafuatana na, na waaminio na wa, na wa yani watu wanaoamini kwamba watatoa mapepo ha, mapepo wachafu, haijalishi ni mtu gani akasema, watu hawa watasema kwa lugha mpya. Yani wewe kwa kuwa umesoma sana we unaamini kwamba una ujuzi mwingi, unaanza kuambia watu acha acha amina amina acha acha eh, eh, <laughs> Yaani mtu ame jia, roho amejaa roho. Anabubujika na Roho Mtakatifu wanamwambia kaa kimya kaa kimya, amina wazee hey, amina, unaanza kusema wazee tusikilizane <laughs> tusikilizane. Yaani wewe kwa mpaka unapinga yale ambayo maandiko matakatifu yamesema, na ndio maana siku hizi tunaona watu au waokore waumini wa Kristo ambao wamekufa kiroho sana, hawazai matunda, hatuoni matunda yoyote wao wanaamini kwamba yani kuokoka kuwa mtu wa Mungu ni vile tu anaenda kanisani na ka Biblia amekamata, na biblia yenyewe haisomi, amekamata hivi Biblia, anaenda kanisani, anakimbia ao, nisichelewe kanisani. Wao nadhani yani kutochelewa kanisani, kutokosa kwenye ma asijui nini, ana nini mpendwa. Yesu anasema mat, nataka kuona matunda. Je, unazaa matunda wewe? Awapendwa, injili hii itakuja kupotea, maana kama unavyoona uh, injili ambazo zinahubiriwa dunia ya leo yani, kama wewe hausemi mambo mambo ya kuabari ya kuwainua watu kifedha na kiuchumi na kimafanikio na kimatarajio makubwa sana. Wewe matarajio alionayo makubwa kupita wewe kujua kwamba wewe ni mrithi katika ufalme wa mbinguni, ni matarajio gani kama sio kifo? Mpendwa ha, unaongea business planning. Eh? Uh, how to succeed, mambo kama haya ndo mnataka j jinsi ya kufanikiwa, jinsi ya kutoboa, pokea maji ya upako, pokea hivi. Watu usipowahubiria injili hii wanaona wee sio mtumishi. Na mimi mpendwa, sitakuletea maji mpaka siku yangu ya kuondoka duniani, sitakuletea kitambaa. Kadiri Mungu aishivyo, asikuletee mafuta ya upako Najua na kuletea jina moja tu ambalo tumepewa kuanzia a mbinguni, hapa duniani na kuzimu. Kwa shetani, wanajua ni jina hili moja tu, na ni jina la Yesu Kristo. Na ndiyo maana akasema, ishara hizi zitaambatana au zitafuatana na wanaoamini, kwa jina langu. Eh, amekupa mamlaka sasa juu ya mapepo, utawatoa mapepo wachafu Anasema utanena kwa lugha mpya. Anasema mpendwa, utakamata nyoka kwa mikono yako, wala hakuna chochote kitakachotokea. Anasema hata ukinywa amambo au vitu ambavyo vinaweza kukudhuru au vya kuua, anasema kama havita kudhuru mpendwa, na akasema mpendwa Ha utawaambea wagonjwa, utaweka mikono yako juu ya wagonjwa watapona. Sasa kwa nini hauzai matunda? Kwa nini hauzai matunda mpendwa? Maana wengi wenu yaani umeokoka mpaka mtu mwingine, unajua mtu anapookoka, anapompokea Yesu Kristo, anapotoka gizani na kuingia kwenye nuru, hapa anakunja kweli, amechemka vya kutosha, amejaa furaha ya kiroho amejaa amani ya kiroho au ya rohoni, kwa lugha nyingine, amejaa upendo wa rohoni, amejaa maneno ya rohoni. Kwa hiyo, huyu hana haoni shida kule, na kwa lugha mpya au kusema kwa lugha mpya. Sasa reli jamaa ambalo haizai matunda limeokoka muda mrefu, inakaa pale, ndio vinaanza kumwangalia kijicho, yaani wewe umeokoka majuzi, unadhani wewe wewe ndo unajua Injili kutuzidi sisi? Ha, tumekoka miaka arobaini, tumehubiri miaka themanini na tano, niko kwenye huduma. unamtishia nani? Mungu sio wa viwango hivyo unavyodhani mpendwa, na ndio maana Mungu alisema kwamba mpendwa, yaani nyinyi mkijifanya kwamba ni ngangari, hamwezi kumwabudu ana. Alisema hata mawe haya sije kututisha kwa kuwa umehudumu miaka me, shetani mwenyewe hatujui hatu, hata alikuwa amekaa miaka mingapi mbinguni, mwisho wa siku alishia wapi? Kwa hiyo nawe usije kututishia, acha watu wamtukuze Yesu, acha watu wajae furaha, sio hivi nini kwa mnachekeana au mnakodoleana macho. Hapana, mwambia Yesu, nakushukuru Yesu, asande kwa uzima, kwa uhai na havyo hapo hata mpaka mpaka yani mbaka tangia aliokoke ajawai kumwambia Yesu asante, nie ni watu tu wa, wa, wa, wa mahitaji ndo hey, mnafundishwa kuomba mahitaji tu ha, nataka hiki Mungu, nataka iki ona Mungu ani navyotezeka, nataka hiki. Mwambie Mungu nashukuru, hata uzima huu nilionao ni, yani, ni zaidi ya vitu vyote, haijaishi mapito ashi wasiozaa matunda maana neno la na Mungu linasema kwamba kabisa, anasema wazi kwamba a, shambani mwa Bwana mavuno ni mengi lakini wavunaji ni wachache. Na ni ninyi ambao mmekaa shambani mwa Bwana hamzai, mnasababisha hasara tu kuwarudisha nyuma hawa ambao ni wachanga kiroho. Eh, hey, na muangalia unakodoa macho. Yaani wewe unaona, unaona unanena kwa lugha kuliko watu. Mnaanza kumwambia hao ni shetani, mmepagana na pepo. Hiyo lugha wasioelewa watu ni nani? Aliyekuambia kunena kwa, kune kwa lugha, ni mpaka wewe ni wewe uelewe au watafisiri ni nani? Mashetani mmejaa ndani ya kanisa kuwarudisha nyuma kondoo, nyewe mmeshakuwa mbwa mwitu maafisi manguruwe. Yaani umekaa pale tu hakuna uh, mabadiliko siku zote, umekaa miaka uh, kumi na tano ndani ya kaya, wokovu haujawahi kumleta hata mtu mmoja ndani ya Yesu, haujawahi hata kuhubiri watu wasikie kwama unamtangaza Yesu, unajua na marafiki hawajaokoka. Ampano tusome tuone ahatari na hatima ya, ya waumini wasiozaa au waokore, ninyi ambao hamzai matunda, tunasoma katika Luka kumi na tatu. Tuanzie mstari wa ule wa sita. Anasema hivi mpendwa, akichwa cha neno kinasema, mfano wa mti usiozaa matunda. Akisha Yesu akawaambia mfano huu, mtu mmoja alikuwa na mtini uliopandwa katika shamba lake la mizabibu, akaja ili kutafuta tini kwenye mti, mti huo au ukisema kutafuta tunda kwenye mti huo, lakini hakupata hata moja. Ahivyo akamwambia mtunza shamba, tazama, kwa muda wa miaka mitatu sasa nimekuwa nikija kutafuta matunda kwenye kwenye mtini huu, nami na sikupata hata moja ani hatari hapa, akasema hata moja, ndani ya miaka mitatu. Alikuwa na anavumilia, anakuja kutafuta tu hata angalau apate tunda moja, lakini hajawahi kupata ndani ya miaka hii miaka mitatu. Mpendwa, anakuja miaka mitatu <laughs> sasa hapati chochote. Na wewe hey, ni hivyo hivyo. Yesu anakuja kwako ndani ya miaka tano ndani ya miaka saba ndani ya miaka kumi, Mungu anakuja kwako aone, mpendwa, umezaa hajapata tunda kwayo, akamwambia jelila, anayetunza shamba akamwambia, ukate. Kwa nini uendelee kuharibu ardhi? Kwa hiyo mpendwa, utaona kwamba na wewe kukaa ndani ya ufalme wa Mungu ashambani mwa Bwana na hauzai hau Uh, kumbe ni hasara mpendwa, ha, haribu vitu mpendwa. Maana nasema huu mti unaendelea kuharibu ardhi, na mwisho wa siku hii ndio inatokea. Kwa nini ambao mw, uh, yani hautaki kuonyesha kwamba kweli una Yesu? hey, ukienda mambo ya uzinzi unaongea, ukienda sijui wanapoongelea uh, wanapo mambo ya mipira, nawe umo pale pale au ukienda anapoongelea mambo ya umbea na wewe upo na wewe pale upo mpendwa, au, au unakuwa mmoja wao. Ukienda anapo uh, ocho, ongea mambo ya uchonganishi na wewe, mambo ya uzushi na wewe umomo, yani mambo yote takataka, teka zote kwa hiyo akasema, au mti bwana, au unaendelea kuharibu ardhi, akasema kata. Mungu amekuja mara nyingi kwako mpendwa, anatasema huyu, mbona amepandwa kwenye ardhi yenye rutuba lakini mbona hazai matunda? Amepewa mamlaka mamlaka juu ya pepo waba, wachafu amepewa uwezo wa waku wa kusema kwa lugha mpya, mbona sijaona <laughs> ani, amepewa mamlaka ya kukamata nyoka amepewa mamlaka hata ya kuweza kunywa vitu vya kuwa wala havitaweza kumdhuru kamwe, amepewa mamlaka ya kuweka mikono juu ya wagonjwa wapone. Mbona asione matunda? Amepewa mamlaka na mamlaka na mamlaka, mbona huyu hazai matunda? Hapa mpendwa, anayeulizwa ni wewe, anayeulizwa neno hili mpendwa. Ninaongea na wewe unayetegea sikio katika siku ya leo, usianze usianza kufikira oh, labda ni fulani, labda ni fulani labda ni fulani na fulani. Ninaongea na wewe mwenyewe, unayetegea sikio katika siku ya leo, unaye nisikiliza mpendwa, maana amesema, ndani ya miaka mitatu huenda Mungu amekuja ndani ya maisha yako anakuja mwaka wa kwanza haoni kitu. Anakuja mwaka wa pili hajaona, anasema ngoja niongeze mwaka mwaka wa tatu hajaona, mwaka wa nne amekuja, hakuna kitu, mwaka wa tano hajaona kitu, mwaka wa sita Mungu hajaona, mwaka wa saba haoni matunda, mwaka wa wana, nane hajaona, mwaka wa tisa hajaona, mwaka wa kumi wa kumi hajaona chochote chocho, mwaka wa kumi na moja hajaona chochote, mwaka wa kumi na mbili hajaona chochote. Sasa mpendwa anasema sasa, hiki hiki takuja kuharibu huyu, atakuja kuharibu. Maana inakuwa kuwaje, umempokea Yesu hatuoni matunda unazaa katika ufalme wa Mungu aliokudagaa kwamba we nikokoka, tunajikalia pale. Pendwa, lazima wewe ujue, ujue Mungu anataka nini, ajua maisha yako Lengo la Mungu juu ya maisha yako ni nini? Wewe umeokoka mpendwa, ili kwamba umtukuze nani? Umeokoka umtukuze nani wewe mpendwa? Kwa hiyo siku hizi tuna Wakristo au waumini wa wokore ambao hatima yao ani mbaya sana mpendwa, maana hao watakatwa, maana amesema hivi kwa hiyo akamwambia yule ambaye anatunza anatunza shamba lile akamwambia, kukate huu maana, akasema kwa nini uendelee kuharibu ardhi? na wewe umekuwa ni mtu mbaya ndani ya kanisa, japo umekoka miaka hii hii yote, umekuwa ni mtu ambaye unasababisha uchonganishi, ani uharibifu, uovu mwingi unatokana na wewe. Kwa sababu nasema mimi? Nimekaa ndani ya hili kanisa miaka mingi, najua alianza mchungaji fulani aliondoka, akaniacha hapa, alikuja fulani akaniacha hapa, alikuja, oh, hili na hili lilitokea ndani ya kanisa, lakini sisi ndio tulibaki hapa kuitetea kanisa. Unatetea kanisa, auzai matunda, shetani wewe. Lakini, tetea dini. Yesu anataka ma, Mungu anataka, anataka, anakuja kutafuta matunda unazaa wewe kunavuna nini shambani mwa Bwana? Yapi takao mwonyesha Bwana, Bwana, kati ya mazao mengi ndani ya shamba? ah, mimi nimevuna haya hapa, aona Mungu ni haya nimeleta. Utamwonyesha nini mpendwa? Kwa hiyo akamwambia yule anayetunza shamba kwamba kata, kata mti huu. Uangalia mpendwa, utakatwa wewe kipindi humo ndani ya kanisa, akamwambia kata Akamwambia kata, kwa nini uendelee kuharibu ardhi? Sasa yule mtunza shamba akamjibu bwana, uwache tena kwa mwaka mmoja zaidi, nami nitaupalilia na, na kuwekea mbolea. Kama ukizaa matunda mwaka ujao vema na, na, mwaka ujao vyema, la sivyo ukate. Kwa hiyo yule mtunza shamba akasema, acha tuupe mwaka mmoja, nataka niupalilie, nataka nijaribu niwezavyo abidii zote. Abda nisemela, labda ni Yesu vile vile, mpendwa, anaongea na wewe. Labda ni katika ujumbe huo, Yesu anasema na wewe mpendwa, umekaa miaka mingi ndani ya kanisa. Mungu amechoka na maisha yako yasiyozaa yasi matunda. Wewe ni maovu maovu maovu lakini wanadanganya watu, wameokoka. Sasa Yesu ana Mungu anasema nataka nilikate ile mti. Yesu anasema, Mungu acha na mimi niongee naye, acha nilipalilie, acha nitie mbolea, acha nijaribu kufanya niwezavyo, niangalie kama uh, tuangalie kwamba hata yani, hata tunda moja itaonekana au tapatikana mwaka ujao, na kama sio hivyo, basi ukate. Haina nafasi ya mwisho. Mungu anaongea na wewe. Yesu anaongea na wewe mpendwa katika siku ya leo. Wewe ambao umekaa ndani ya wokovu, umezoea tume, umeridhika, wewe umekuwa shetani, baada ya kuzaa matunda hauzai chochote. Sasa anasema umepewa mwaka mmoja. Mpendwa wewe, sijui umepewa siku ngapi ili kwamba Mungu aone kwamba utazaa kweli. Wewe sijui kawaida, ah, mimi nimeokoka tu, natoa sadaka, sadaka. Anataka aone kweli matunda mpendwa, maana nasema wewe unayekaa kwa muda mrefu hapa, nasema mwisho wa siku wewe unatumia ardhi ya bure, tunaharibu. Kwa hiyo wewe mwenyewe ujichunguze katika siku ya leo mpendwa, maana ujumbe huu unaongea na watu wengi ambao mmekuwa na mazoea na Mungu. Ulishaona waumini wa au wa, walokole wa au Wakristo wa, ki, wa siku hizi kizazi kipya, yaani wameshamzoea Mungu. Ndio maana wanavaa wapendavyo, yaani umbea hawaachi, uzinzi hawaachi, waasherati hawaachi, ushengenyaji hawaachi, kuchonganisha hawaachi, umbea ndani ya kanisa, na hawa hawa ndio waimbaji. Hawezi kuwatofautisha na dunia, wamejaa ulimwengu wanaopenda ulimwengu kuliko wanavyompenda Yesu. Na ndio maana unaona hauzai matunda, unazaa tu matunda ya kiulimwengu, akuwapendezesha anivae na walimwengu wanione, hivi ndivyo tunavyovaa asikizazi kipya, ndio kuwavuta. Aliyekuambia wewe una uwezo ku, wa kumfanya mtu aokoke ni nani mpendwa? Hauna uwezo huo, anayefanya kazi hiyo hata maandiko matakatifu amesema kwamba, mpendwa, kama sio Mungu anayewaleta ao wewe hauwezi chochote a, ndio maana pendwa, uh, Yesu anawajua kwake walio wa kwake. Kwa usijidanganye ujumbe unakufikia siku ya leo, ili kwamba upate kusalimika, mpendwa, auepuke uh, hii hatari na hatima ya wasio zaa matunda. Hey, maana pendwa, maandiko hapa amesema wazi, anamwambia akate mti ule si mtu ulikuwa shambani a ah, shamba la mizabibu na, na mti ulikuwemo mure. Labda wewe wewe mwenyewe unadhani kwa kuwa wewe u uko ndani ya kanisa la Pentecoste au uko kwenye kanisa au dini la Katoliki au sijui hehebu gani au ah, ni waskofu fulani au wewe ni, ni, ah, ni nabii fulani unadhani. Ah, hapana mimi nimwenda mu, ni mbinguni naenda mbinguni. Mpendwa, hapana maana huu mti ulikuwa kwenye shamba la mizabibu la mizabibu mpendwa, lakini mwaka baada ya mwingine, mbada mwaka na mwaka mwaka alizae, hakuna hata tunda moja limepatikana. Na ndio wakristo wengi, ndo waumini wengi wapendwa, mwisho ni mbaya, maana mtakatwa. Amesema maandiko matakatifu hapa mpendwa, ujumbe umekufikia ni kwamba wewe ukae salama wao chagua mpendwa, akuanza kuchapa kazi hizi. Ni siku za mwisho wapendwa, tusilale maana, maandiko ma, ma, wanasema wazi kwamba mavuno ni mengi shambani mwa Bwana, lakini sasa wavunaji ni wachache, watendaji shambani mwa Bwana ni wachache mpendwa. Au unaona watu wetu wengi wanahubiri neno, ao ni matapeli wengi wao naona, wanamtumikia Shetani hao wanaojiita manabii wa upako wa ngurumo wa nyota sijui nini mitume sijui wameujiza mababa zenu wa, wa kiroho wanaotenda mujiza kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu nyingine, na tarehe ya kwanza ya mwaka mpaka tarehe ya mwisho hakuna mtu, hakuna Mungu wa namna hiyo wapendwa. Mungu si wa kuchezea, chezea. Hata ukisoma Biblia hii haujaona, sijaona sehemu ambapo wameandika mtu, mtumishi yani, yeyote ambaye alikuwa na tena muujiza anaonyeshwa mambo ya watu kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu ya mwaka mpya, au siku ya kwanza ya mwaka mpya mpaka siku ya mwisho wa mwaka, na ikawa endelevu miaka yake yote. Hapana mpendwa wao, kama ulisoma sehemu hiyo, uja unionyeshe. Mpendwa ndugu yangu, na huyo mtazamaji unategea sikio katika siku ya leo, naishia hapa katika usi, uh, ujumbe huu. Niamini kwamba umebarikiwa na ujumbe huu. Nikusii ku, ni kwamba uwape ndugu na jamaa kwamba na wao waanze kuzaa matunda katika ufalme wa Mungu. Mpendwa abarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Amina.